Kwa majina naitwa Deo Mwasongwe John, ni mfanyakazi katika halmashauri ya wilaya ya Skonge mkoa wa Tabora. Leo nimetembelea katika maonyesho ya miaka 25 ya utumishi wa umma, nimefika katika banda hili la PSSSSF. Kwa mazumuni ya kuangalia michango yangu lakini pia kuuliza maswali mbalimbali mbali. Pia nimejifunza kitu kingine ambacho nilikuwa sikifahamu kwamba kuna hii huduma ya PSSSF, sasa wameboresha. Unaweza ukaipata kwa kutumia simu janja. Nimenichukua kama dakika mbili kuunganishwa na huu mfumo wa PSSSF Kidijitali, ambao mfumo huu unaweza ukawasilisha madai pia unaweza ukaangalia michango yote ambayo um, toka ume, umejiunga mpaka sasa. Shauri kwa wafanyakazi wenzangu hapa nchini Tanzania tuweze kujiunga na huu mfumo wa PSSSF Kidijitali ambao utatusaidia kuangalia taarifa zetu za kiutumishi, pia kama kuna malalamiko au kuna maswali au kuwasilisha madai yetu, sehemu ambapo popote pale ulipo badala ya kwenda ofisini inatusaidia sana katika swala la kuepusha muda. Leo, kesho pamoja na PSSSF.